Kinafanya mahusiano yako na Mungu yavunjike. Unaweza ukafanya mambo yote mazuri, matendo yote mazuri ufanya kwa Mungu, lakini kitu kidogo kama ulimi kifike mahali kivunje ushirika wako na Yesu Kristo. Kwa hivyo unapoongea, angalia sana kile unaongea na unapoongea, angalia wale unaweza waumiza mioyo zao, angalia sana wale wanaweza vunjika roho zao wakati unaongea maneno hayo. Nimeona hata wachungaji wengi wakiongea maneno ya kuvunja watu mioyo na ni washirika tu wanafika, mara wanavunjika mioyo zao, na wanakuwa sasa ni watu wamejipata wakiwa useless. lakini hayo maneno nakuambia, wewe mwenyewe mwanadamu, jua aliyeumba huyo mtu unamnenea ni Mungu aliyekuumba, na ni Mungu ambaye unasema unamhubiri. Na ni vizuri uelewe na kwamba tuchunge maneno tunaotoa kwa ndimi zetu, ni kwa maana mengi imekuwa ya kuvunja na mengi imekuwa ya kuharibu, lakini sio ya kujenga Ulimi unaweza ukafanya kuwa mtu mwadilifu sana, mtu ambaye aliye na heshima zake. Kuna neno unaweza linena libomoe heshima ambayo umeijenga miaka yako yote. Kuna kikao unaweza enda upewe nafasi uzungumze, lakini kile kikao kibaki kikiulizana maswali, kweli wewe ni wewe? Kwa maana umeongea maneno ya kukudunisha, maneno ya kukuweka chini, yani kukudunisha, ya kukufanya kuwa mtu mdogo sana. Ni vizuri uelewe, kamata

When they are angry because of what you spoke to them, it is good to understand that this word will come to pass and when it comes to pass, pass judgment. Itakuwa juu yako. Pima maneno, yale unayaongea